Ndege hatari ya B2 inayogharimu trilioni tano kila ndege ambayo inaweza kupaa kutoka Marekani izunguke dunia nzima ifanye kazi yake na adui asijue imetokea wapi na irudi nyumbani salama. Hiyo sio sayansi ya kubuni, hiyo ni B2, ndege ya kivita ambayo ni kama mzimu angani, yaani inapita, na vyombo vyote vya kiusalama vya sasa vinavyofahamika vinaweza vikashindwa kuitambua. Ndege hii iliingia rasmi jeshini ma, nchini Marekani mwaka 1997 na hadi leo ni ndege pekee ya kivita inayoweza kupenya katika anga ya adui bila kugundulika kabisa. Kila ndege moja ina gharimu zaidi ya dola bilioni mbili. Hii sawa sana takribani trilioni tano za Kitanzania. Lakini kwa nini ndege hii ni gari kiasi hichi? Moja, kwa kuwa inatumia teknolojia ya stealth, yaani haina alama kwenye rada. Mbili, ina uwezo wa kuruka zaidi ya kilomita elfu kumi bila kujaza tena mafuta. Tatu, inaweza kubeba silaha za kawaida na hata zile za kinyuklia, yani silaha kubwa na silaha nzito. Sasa tuongelee operesheni yao waliofanya Iran mnamo Juni 2025 Marekani ilifanya operesheni ya kipekee iliyohusisha ndege za B2 dhidi ya Iran iliyopewa jina la Operation Midnight Hammer. Baada ya mivutano kuongezeka kutokana na taarifa za kuendelezwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran, Marekani ilirusha ndege za B2 kutoka besi ya Whiteman Air Force Base huko nchini Marekani moja kwa moja hadi kwenda kwenye anga za Mashariki ya Kati. Ndege hizo ziliruka zaidi ya kilomita elfu kumi na moja zikitumia teknolojia ya hali ya juu ya stealth na kulenga maeneo muhimu ya kiwanda cha nyuklia cha Fordo na Natanz. Kitu cha kushangaza ziona zikija ziliingia zikapiga na kutoka zote bila hata kugunduliwa na rada yoyote ya Iran. Ripoti zinasema kuwa mabomu maalum ya kupenya ardhini bunker busters yalitumika. Mabomu yaliyotumika yalikuwa ya na uwezo wa kuchimba hadi mita kumi na nane chini ya ardhi au zege na ndiyo kulipuka, na hii ilichukuliwa kama onyo kali kwa Iran bila kuanzisha vita kamili. Operesheni hiyo ilifanyika kwa usahihi wa hali ya juu na kwa mara nyingine tena B2 Spirit ikathibitisha kwa nini ni moja kati ya silaha hatari zaidi duniani ndege ya B2, inachukua pia sifa ya kuwa moja kati ya ndege gari zaidi kuwahi kutengenezwa katika historia ya binadamu, kwa sababu B2 sio ndege tu, bali mwisho wa siku pia ni ishara ya nguvu, teknolojia ya juu na uwezo mkubwa wa kijeshi kwa nchi ya Marekani. Je, unafikia kuna teknolojia nyingine ya kijeshi ya kushinda hii? Niandikie hapo chini na usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa mauzuri zaidi ya kiteknolojia kwa lugha ya Kiswahili.